Huyu ni fundi Michael. Baada ya kushuhudia ushupavu na no ujemedari wa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kutekeleza majukumu yake na kuwaletea maendeleo watu wa Ndichi, fundi Michael aliamua kuacha ubabaishaji na uswahili. Ameamua kwa dhati kuunga mkono juhudi za rais Samia kwa kufanya kazi kwa uadilifu na kasi ili mabinti wa kitanzania kutoka Ndichi wapate elimu na waweze kutimiza ndoto zao. Bi mkubwa amewaheshimisha mafundi wa Kitanzania kama fundi Michael kwa kuwapa nafasi, kuwajengea uwezo na kuamini kupitia utekelezaji wa miradi lukuki kote nchini ikiwemo huku kwetu Ndichi. tunamshukuru Mheshimiwa Rais kukuletea mradi mkubwa kama huu, kwa upande huu tunamshukuru sana, tumeweza kupata ajira kwa sisi vijana. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunaomba achape kazi anaendelea kwa utaratibu mzuri. Kwa miradi kama hii, ni fursa sisi kama vijana, kama maeneo haya, mazingira haya, tunapokuwa kina mama pia wanapata ajira zao, na sisi vijana kwa pia tunashukuru sana huu. Uh, ni ushahidi tosha kwamba serikali ya awamu ya sita inainua kipato cha mafundi wazawa kupitia kandarasi za ujenzi. Mm, tunatoa shukrani za dhati kwa Raisi Samia kwa kuleta mradi huu katika kijiji chetu, kwani kimepelekea kutoa fursa za ajira kwa vijana wa maeneo haya, kama mimi fundi aluminium wa madirisha pamoja na milango, tangu ujenzi ulipoanza. Sina ya kusema mengi zaidi ya kushukuru kwa mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Nilimsikia mkurugenzi mkuu wa PPRA akisema kwamba serikali imetunga sheria inayotaka miradi yote iliyo chini ya bilioni 50 za Kitanzania kutekelezwa na wakandarasi wetu wazawa. Kazeni buti akina fundi Michael, awamu hii mmefikiwa. Maono ya Dkt. Samia na ufanisi wa fundi Michael vimeandika historia kwenye ujenzi wa shule maalum ya sekondari Mara iliyoko wilaya ya Bunda mkoani Mara. Shule hii imefunguliwa mwaka 2024 kwa maana ya mwaka jana ikianza na kidato cha tano. Tumeanza na CBG, PCB pamoja na PCM. Shule hii ni maalum kabisa kwa ajili ya watoto wa kike, kwa maana ya wasichana. Tumekuwa na awamu mbili za ujenzi. Awamu ya kwanza imekuwa na gharimu kiasi ya shilingi bilioni tatu na awamu ya pili imegharimu kiasi ya shilingi bilioni moja na milioni 450. Kwa ujumla, tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hususani Raisi Dr Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kweli ameweza kuona umuhimu wa kutengeneza mazingira ya watoto wa kike kukaa sehemu maalum kwa ajili ya kuweza kujifunza. Tunashukuru sana pia kwa mama Samia ambayo ameweza kuona shule hii iweze kuwa ni shule ya kitaifa, kwa maana kwamba inakusanya au inapokea watoto kutoka Tanzania nzima. Ujenzi huu ulianza mwaka 2024 amilika mwaka 2025 ukichapuza majengo ya kisasa na mazingira mazuri. Yote haya ni kwa ajili ya kumwezesha binti Ndichi na kijulanga wa Ndichi kupata elimu bila kikwazo chochote. Tunaishukuru serikali ya mama yetu Samia na tunamwaminisha Divisheni wani is possible katika shule zote ambazo ametujengea, sisi kama wasichana tuweze kuishi vizuri kwa mazingira mema na ma mazingira safi na salama. Na pia hata hivyo, ameondoa vishawishi mbalimbali kutokana na movement za wasichana kwenda shule kurudi, njia inaweza katokea matatizo mbalimbali, lakini kwa kwa kukaa hivi bweni, kujenga shule safi na salama, tunaweza kupata elimu kwa uhakika na kuepua ma mazingira ya tatanisha ambayo msichana anaweza kupata yote na yote. Masamia, tunakupenda tunakushukuru kwa juhudi zako bora, na tunakuaminisha Dokt Samia ameondolea mabinti wa Ndichi adha ya mafataki, mimba za utotoni na kutembea umbali mrefu kufuata elimu. Amewapa njia ya kufikia ndoto zao, na iona shule hii ya Mara ikizalisha viongozi wakuu wa kitaifa, wana science na wataalam wa kada mbalimbali. Fundi Michael alifanya kazi usiku na mchana kuendana na kasi ya rais wetu mpendwa, alitii kiu ya Dkt Samia ya kuandaa mazingira salama na rafiki kwa binti Ndichi kupata elimu. Kongole fundi Michael kwa kuwa miongoni mwa wazalendo waliomwelewa rais wetu mpendwa. Asante Mama Samia kwa maendeleo haya makubwa huku kwetu Ndichi. Kwa hakika, mwezi Oktoba tuna zawadi yako kubwa ya kukupatia jemedari wetu wa ukombozi, wa kushiliza yaliotusibu miaka kenda. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vijavyo. Hii ni Mpaka Ndichi.